Sisi viongozi tulioko serikalini, unakwenda tu kulopoka tu, ondokeni hapa, hili eneo la muwekezaji. Ni nani? kama ni la muwekezaji, situlifute muwekezaji? Ndiye anakuwa juu ya watu tunaowaongoza. Mtu anaenda na leseni, hapa kwangu leseni. Wanaenda watu, wanaenda wanapatafuta, wanaanza kuchimba, wanachimba hata kwa miaka sita mm -hmm, au miaka kumi wakishaona kuna dhahabu, panatengenezwa huku mm -hmm. kwenye wizara ya nishati na madini mm -hmm mtu anapewa leseni, mm -hmm. hilo ni eneo langu, we can do that. Kwa hiyo na wale wa Shinyanga sijui ni kijiji gani, mm -hmm. ambacho naibu waziri aliwaambia waondoke, hawaondoki, wanabaki pale, wapange mipango ya kulifuta hiyo leseni ya huyo mwekezaji. Kwa nini wawekezaji wanakwenda kutafuta tu mahali ambapo pana watu, watu wanajichimbia wenyewe, wanapata riziki yao Halafu anakwenda natafuta na wawekezaji hawa, saa nyingine matapeli tu. We, ni lini Watanzania maskini watakuwa wawekezaji katika nchi yao? Kwa hiyo serikali tunayoiongoza mimi na Samia, ambao ndio tuna wajibu kwa wananchi, hakikisheni mnazingatia ya maagizo yetu. Hakuna kuwafukuza watu ovyo ovyo, kwenye maeneo ambayo watu wameshaanza kuchimba dhahabu wamejitafutia wao, wanatafuta riziki yao, wanapata ajira wao. Lazima hao wahusika kama ni mawaziri wao wanatuuliza kwanza sisi, sisi ndio wenye serikali sio wao. Wanapotaka kuhamisha wamachinga kupeleka mahali fulani Lazima tujirizishe sisi kwamba kuna eneo la kuwapeleka ambalo kweli litakuwa na faida kwa wamachinga wa katika kufanya biashara. Matamko yangu haya hayana maana kwamba watu wasiheshimu sheria na kufanya kiholela wanavyotaka. Wamachinga nao waelewe, na hao ninaowatetea nao waelewe, tuzingatie sheria, lakini si kuwaonea watu wanyonge ambao sisi tumeapa kuwatumikia mm-hmm, na kutafuta solution za matatizo yao na sisi tukawa pate ya solusheni. Ninarudia, naibu waziri huko hapa, na katibu mkuu, kama kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa, wa wilaya, mkurugenzi, au kiongozi yoyote anayefikiri haya maagizo yangu yanamkwamisha aache kazi kwa sababu ni mimi na Samia ndiyo tulizunguka kwa wananchi <tipos>